Mkoa wa Njombe ni mkoa wa pili kinara kwa matumizi makubwa ya mbolea za kupandia sindio? Lakini vile vile ni moja ya mikoa mikubwa ambayo uzalishaji uko juu sana. Sisi lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba hii elimu mliyokusha ipata basi na hizo mbolea ambazo mtataka kuzitumia ziwepo. Ndio maana kabla ya, ya kuanza tulienda kuangalia yale wale mawakala. Jambo muhimu ni kwamba tujisajili ili tuepuke kuuziwa mbolea wa magumashi, si ndio? Kwamba mtu ananunua alafu baadaye anakwambia bana DAP haipo, akuelezi uzuri wa TSP ili akupige kwayo. Kuna matatizo yalikuwa yanatokea kipindi cha nyuma, lakini kwa kutumia mfumo sasa huo mfumo wa uuzaji na usambazaji wa mbolea ambao unaanza kwa kujisajili na kuuza na kusambaza, vitendo vya kuuza mbolea uh, iliyo chini ya kiwango umepungua sana, kwa sababu sasa hivi tunaweza tukamjua nani ameuza na nani amefanya nini, amenunua kwa hiyo. Utakaponunua, sisi tutajua hiyo mbolea umeinunua kwa nani na wakati gani. Sasa hiyo imetusaidia sana, watu kutoweza kuingiza mbolea ambazo sisi hatuhitaji feki, tunahitaji mbolea chini ya kiwango. Ongeza mavuno kwa matumizi sahihi ya mbolea.